Na hili ni eneo la juu kabisa, ghorofa ya tatu ya kituo cha biashara cha Afrika Mashariki, East Africa Commercial and Logistics Center, katika eneo la Ubungo jijini Dar es Salaam. Zaidi ya magari mia sita yanaweza kuegeshwa hapa moja kwa moja bila bughudha yoyote, lakini pia mbele kwangu na nyuma kwangu ni maeneo ya migahawa. Huu ni uwekezaji wa kimataifa. Huu ni uwekezaji mkubwa kabisa ndani ya Tanzania, na hii ndiyo maana ya Tanzania na uwekezaji. Tanzania ni maeneo salama ya uwekezaji. Hii ni Daily News Digital, mimi ni Ismaily Kawambwa, nyuma ya kamera ni Samwel Sway E. na hapa tulipo, hii ni second floor, ambayo floor hii iko uh, ina maduka yanayopatikana ya spare parts, oh. auto parts, building material zitakuwa katika floor hii sao, hapa sao. na hizi ni sample za maduka ambazo tunazo sao, sao. na zina ukubwa no. siku ya mita tofauti tofauti uh -huh. kulingana na mahitaji ya mteja yeah, na siku ya mita siku ya mita chini kabisa ni siku ya mita kumi na mbili pointi sita lakini mteja anaweza akaongeza zaidi kulingana hmm. na mahitaji yake hmm. na kile anataka. So sao. Katika jengo letu tumezingatia mambo ya usalama. Tuna mm -hmm. sehemu za fire mm -hmm. Lakini pia tuna hizo ni alama ambazo ikitokea kama Sae. kuna any kind of fire zitalia mm -hmm. mm -hmm. Lakini pia tuna mitambo mingine ya kuzima moto ambayo imepita huko juu. Tuna sehemu za CCTV camera kama mm -hmm. unavyoona mm -hmm. Na hizi hapa ni CCTV zitakazokuwa zikitoa, kwa hiyo wale watu wa magumashi wezi wezi hapa wezi hapa kwa kweli sio malipo. Sio malipo. Sawa sawa. Yes. Na kule look kama unavyoziona ni rafiki hapa mm. tunaweza kufanya movement zenu pasipokuwa na msongamano wa watu. Kabisa. Yeah. Tuna hizo AC ziko katika kila floor hapa mm. ni zaidi ya tukianza kuzihesabu mm. zinafika hata sabini kwenye floor moja. Ziko oh, nyingi. Huku lakini pia na huku na ndani pia ya maduka ziko hizo AC, mm. ziko mifumo ya, ya, ya security system pia mm. zote ziko huko. Uliniambia huko na hoteli pia, jengo hili na hoteli no, ya. Lakini pia hii hi ni, ni eneo ambayo very, very potential kwa sababu hapa pembezoni tu kuna mahoteli si chini ya matatu manne mm, mm. Lakini pia hapa ni mjini kweli kweli. Kwa hiyo nafikiri eh, ni fursa ambayo nzuri tu pia hata kwa mahoteli huduma za, za, za ukarimu na ita hospitality mm. mm. mm. Umegharimu kiasi gani hasa uwekezaji huu? Uh, uwekezaji wa kituo hiki mpaka sasa umegharimu bilioni mia moja na kumi za Kimarekani USD? Yes, yes. Mm. Mm. Dola za Kimarekani. Yeah. Ni uwekezaji mkubwa kabisa na haya ndiyo matunda ya diplomasia na matunda ya uwekezaji ambayo Tanzania ime, eh, kuwa iki pigia chapuo hususan Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa akipigia chapuo kabisa kuhusiana na eh, kuwa na wizara ya mipango so, aona kuna wizara kabisa ya mipango na inahusika pia na uwekezaji. Tunaona kuna kituo cha TIC, eh, Tanzania Investment Center maalum kwa ile uwekezaji na haya ndiyo matunda yake eh, Sabrina, ndio. Ni kwa namna gani hasa eh, kituo hiki kimetengeneza ajira? Okay, a, kituo hiki mpaka sasa hivi kimeishatengeneza ajira kwa vijana zaidi ya elfu mbili ajira zilizo rasmi na zisizo rasmi kuanzia kujenga kwake kwa hichi kituo kwa oh, sababu tulivyoanza kujenga ndani hiki kituo watu wengi walihitajika kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali mm -hmm. Lakini pia hata sasa hivi tuko kwenye hatua hii ya finishing, kuna subcontract nyingi za makampuni ya kitanzania ambazo zinafanya uh, kazi zake hapa, ikiwemo watu wa usafi, watu wa ulinzi mm -hmm. watu walioweka tiles hizi ni kampuni ambazo zinapatikana ndani ya Tanzania. Kwa hiyo ni vijana wengi ambao wameweza kupata ajira kipindi mradi huu ukiendelea kujengwa, lakini hata baada ya mradi huu ukamilika mm -hmm. pia kutakuwa na ajira mpya kwa maana tutakuwa na masoko ya mtandaoni mm -hmm. Yes. Kwa hiyo watu wengine ambao labda wako tuseme, uh, Mwanza ama wako Songea huko kwetu, ambao labda wanasema hatuwezi kwenda Dar es Salaam kwa sasa hivi, lakini wanaweza kununua kitu mtandaoni moja kwa moja na wakafanyiwa waka delivery. Kwa hiyo process nzima ya kuoda kitu mtandaoni na kufanya delivery ni kitu ambacho kitakuwa kinahitaji watu kuweza kufacilitate hiyo yu kazi iweze kuendelea. Kwa hiyo hizo pia nazo ni ajira zitakazokuwa zinazalishwa hapa pia. Eneo la parking ambalo linapatikana huku juu kabisa ya jengo letu mm. na kule, hii ni eneo ya migahawa pande huu. Kwa kukadiria eneo yeah. Hili la parking naona ni eneo kubwa mm. Nakadiria kwamba vyombo vingapi vya usafiri mm. vina haki vina, vinaweza kuegesha hapa. Tunakadiria 600, kwa wakati mmoja mmoja oh. Yes, kwa wakati mmoja Oh. Yeah. na kwa faida ya mpangaji ambaye anakuwa na na, na duka humu hmm, ndani ama hmm, ofisi hmm. anapewa eneo lake la paki bure kwa sababu halipi. Oh. Yes. Kwa akija hapa na gari yake ana paki tu na ipo ndani ya hiyo milioni moja, iko ndani ya hiyo hiyo kodi ya milioni moja <laughs> yeah. Sasa, sasa, kwa, kwa, imekuwaje, mbona amefanya kuwa nafuu kiasi hiki? Lengo ni kuwafikia wafanyabiashara wote mm, na lengo ni kuwanufaisha wafanyabiashara wa kitanzania mm. mm. hilo ndo lengo letu na ndiyo maana nikakwambia mm. sio mall zote wafanyabiashara wote wanaweza ku afford kuwa ndani ya hizo mall, lakini mall yetu hii mfanyabiashara yoyote anaweza akaafford, ni utayari mm. wa mtu lakini kuhusiana mm. na bei na huduma mm. zinazotolewa hapa kila mtu anaweza akaafford. Safi kabisa, okay. na, na, na zile kule ni lifti za mizigo mm. Kwa mizigo yote itakuwa mm. ikiingia huku nyuma mm. na ikitumia lifti hizi kuingizwa ndani ya jengo. Lifti za wanazopanda watu na mizigo ni tofauti. Lifti za mizigo ziko maalum na za watu <laughs> pia ni lifti maalum. Kwa hiyo hiki ndio kile ambacho ulisema, nahakikisha usalama kwanza. Usalama yes, kwanza usalama wa watu, usalama wa bidhaa zao, salama wa watu wa. na bidhaa zao na eneo hili ni eneo ambalo lina migahawa linaopatikana katika rooftop ya mradi wetu, na hapa ni sehemu ambayo watu watakuwa wanapika na kwa ajili ya kuserve vyakula mbalimbali. Kwa hiyo kutakuwa na migahawa tofauti tofauti, ambapo mteja sasa atachagua ni mgahawa upi ambao anahitaji kupata huduma. Kwa hiyo kwa wale ambao wanafanya biashara chakula, hii ni fursa kubwa kwenu, kwa sababu kituo hiki unatarajia kuwa na watu wengi kwa siku. Kwa hiyo ukifanya biashara chakula unaweza kutengeneza pesa nyingi pindi unapokuwa hapa. Yuko vizuri kwelikweli. Bila shaka utakuwa umefaidika, umeelimika na kujua ni kwa namna gani hasa uwekezaji ama kukaribisha wawekezaji wa ndani na nje ya nchi kunaweza kusaidia ama kupanua fursa za kiuchumi, fursa za kibiashara, fursa za ajira.